Sio kualika tu mimi hapa, na nimechukua ujumbe kwamba ni lazima niwashawishi, yani, vijana wengi waingie kwenye jambo hili, ili watu waipukane na ujinga, kwa sababu elimu ni nuru, wapate nuru hii. Kwa hiyo nawaalika vilevile watu katika Academic Swahili ya sheria ya Kiislamu, ambayo ikitajwa elimu ni elimu ya sheria ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila ljanna, mwenye kuitafuta ilmu akaifatia njia zake hupata nafasi, yani mpaka peponi, yani lau kama afa peponi. Sasa ilmu imekuja yenyewe hapa, ndio mambo ya muhimu zaidi, na mtu hata kuwa na hoja mbele ya Allah, kwa sababu mbele ya Allah kuna maswali manne, utaulizwa Ujana wako uliumaliza vipi? Mali yako umeichuma katika nini na umeitoa katika jambo gani? Elimu yako umeitumia vipi? Yani huwezi ukaondoka. Sasa kufuatana na hali na wakati wako pia umeutumia vipi? Kwa hiyo ni wakati vijana na wengineo ambao hawajaelimika waichukue fursa hii, na nawakokotezea na ninawaalika, na mimi kwa kuja hapa, kwa kweli ni jambo limefurahisha. Karibu sana katika Africa Academy Swahili.